Tumefurahi sana kuwa katika wilaya ya Liwale, wilaya ambayo mmoja wa waasisi wa chama chetu na taifa letu Rashidi Mfaume Kawawa aliitumikia na alitoka hapa kwa miaka mingi. Nataka niwaambie bila kigugumizi, katika viongozi waliopata kutokea katika nchi hii ambayo taifa hili halitawasahau maisha yake yote ni pamoja na Rashidi Mfaume Kawawa. Mimi nilipochaguliwa kuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM mara ya kwanza kabisa, kikao cha kwanza na baba wa taifa mwalimu Nyerere, aliniambia kama unataka kujifunza uzalendo kwa nchi hii, kaa karibu na mzee Kawawa. Na wakati huo mzee Kawawa alikuwa kamanda wa umoja wa vijana wa CCM, na mimi katika kipindi chote nilichokuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM hakuna mwezi sikuenda kuongea na mzee Kawawa kujifunza utumishi na uzalendo kwa nchi yetu. Na nataka niwaambie mwaka elfu mbili na tisa Disemba, mwaka aliyofariki, katika siku moja wapo niliyokwenda kumsalimia hospitali, siku moja nilimsalimia nikaondoka, lakini nikiwa nje nikaitwa ndani kwa mzee, ana jambo la kukwambia nikarudi ndani, akaita na watoto wake wawili, Vita Kawawa walikuwa hapo nje na Zainab Kawawa pamoja na mimi na mlinzi wake mmoja, akaniambia, nimekuita kukuambia mimi sitatoka hapa, sitarajii kupona safari hii, lakini hakikisheni chama chetu kinaendelea kuwa chama cha watu Hakikisheni chama chetu kinaenda kinaendelea kuwatetea Watanzania wenye shida. Chama chetu lazima kiwe kimbilio la wanyonge. Nikamwambia mzee, tumekusikia. Na wiki ile haikwisha, mzee akafariki dunia. Nasema naendelea kuyaenzi maneno yake, lakini tunaendelea kumuenzi kama chama kwamba katika wazee